Uchimbaji madini ni muhimu kwa uchumi wa Ghana na kwa miongo kadhaa umechangia katika pato la taifa na kuongezea mapato ya fedha za kigeni, na wachimbaji madini wadogo wenye leseni ni muhimu katika fumbo hili. Kulingana na takwimu za Tume ya Madini ya Ghana, uchimbaji madini huajiri takribani watu milioni moja nukta tano moja kwa moja na kwa njia nyingine, zaidi ya vikundi elfu tatu vya wachimbaji wadogo limesajiliwa na kupewa leseni ya kufanya kazi na wanachangia takriban asilimia 35 ya dhahabu yote inayozalishwa nchini. Lakini wachimbaji hao wanalalamikia bei isiyo haki, wakiwashutumu wafanyabiashara wa dhahabu wenye leseni, wengi wao wakiwa ni wageni, kwa kile wanachodai mienendo mibaya. Wageni walikuwa wanatumia mienendo isiyostahili katika sekta hiyo, wakati mwingine wananunua kwa bei nafuu kama asilimia 20 chini ya bei ya soko la dunia. Serikali inasema inataka kulinda maslahi ya wachimbaji hao wadogo. Wakala mpya Ghana Gold Board itachukua mamlaka yote ya biashara za dhahabu dhahabu. Itakachofanyika, So what is going to happen now? sasa ni kwamba ikiwa unataka kuuza au kusafirisha dhahabu, itabidi ushughulike na bodi ya dhahabu katika mwaka 2022, tani sitini za dhahabu zenye thamani ya wastani wa dola bilioni moja nukta mbili zilisafirishwa kutoka Ghana kimagendo, kwa mujibu wa serikali. Wafanyabiashara wa dhahabu wa kigeni wanadaiwa kushirikiana. Mfumo huu wa bodi unamuweka raia wa Ghana kwanza na ni mfumo ambao umeanzishwa kutusaidia na kuhakikisha tunaongeza faida kutoka kwa dhahabu yetu na mali asili nyinginezo Wachimbaji madini so coming, wa ndani wana matarajio makubwa kufuatia agizo hilo. Ikiwa bei iko sawa na bei ya soko la dunia na kutoka kwa kile serikali inachonunua, sidhani kama kutakuwa na dhulma kama hapo awali. In this day, katika wakati huu wa mikataba ya kimataifa inayoendana na biashara huria na mengineo, utakuwa unajiweka katika hatari ya kwa kesi za kimataifa kutokana na udhibiti huo. Hiyo inamaanisha kuwa itakuwa ni tendo tete la kusawazisha kwa serikali. Agizo la wageni kuondoka katika soko hili katika majuma kadhaa limezua maoni tofauti. Japokuwa wachimbaji wadogo walilikaribisha kama kinga dhidi ya magendo ya dhahabu na bei nzuri kwa wenyeji, baadhi ya wachambuzi wana wasiwasi kuwa agizo hilo linaweza kusababisha matatizo kutoka kwa wafanyabiashara wa kigeni wa dhahabu katika sekta hiyo. Wanataka serikali iwe na tahadhari. Sekta ya madini ya Ghana bado ina changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na shughuli haramu za uchimbaji madini ambazo zinaendelea kuharibu vyanzo vya maji na misitu. Haijadhihirika jinsi mageuzi hayo yataleta mabadiliko katika sekta hiyo.